Wachache wana hadithi kama yake, hadithi ya maisha ya kipekee yenye sura mbili. Kutana na Daktari Thomas Muyombo anayejulikana zaidi kama Tom Close. Usiku akiwa mwanamuziki, huwafanya watu wahisi uhai na mchana akiwa daktari huokoa maisha yao. Kwa nini mnyarwanda huyu hahitaji kuchagua kati ya vitu viwili anavyovipenda sana, na anapanga vipi dhana potofu kwamba wanamuziki wote hutumia dawa za kulevya? Muda mfupi ujao utajua zaidi, lakini kwa sasa tunataka kujua kwa nini aliamua kuwa daktari. My mom, mama yangu alipougua uh, na kuona maumivu aliyokuwa akipitia. Alikuwa na vidonda vya tumbo, nikamwahidi kuwa nitakapokua nitakuwa daktari na nitamtibu. Tangu siku hiyo nilidhamiria so, kwa moyo wote kutimiza ahadi yangu kwake. Kuwasaidia wapendwa wake kulimfanya Thomas kuwa daktari. Lakini kama Tom Close, yeye ni mmoja wa wanamuziki maarufu sana nchini Rwanda. Alikuwa Mnyarwanda wa kwanza kushinda tuzo la heshima la Premis Gumaguma Superstar, tuzo ya juu kabisa katika muziki wa Rwanda. Albamu yake ya hivi karibuni Essence ni ya nane na amefanya kazi na wasanii wa kikanda na wa kimataifa. Ni nini kinachomsukuma kama mwanamuziki? Sababu ya mimi kuimba ni kwamba nimezaliwa na kipaji hicho. Nimeimba nyimbo kuhusu ukimwi, nimeimba nyimbo za mapenzi nyingi. Kati ya nyimbo zangu ni za mapenzi. Nimeimba kuhusu maisha, kuwawezesha watu na kuwahamasisha kufanya kazi. Eneo langu la sanaa ni pana. Kufanya kazi ya udaktari si jambo rahisi, inahitaji umakini, kujitoa na muda mwingi wa kazi ngumu. Muziki pia si rahisi, unahitaji msukumo wa ndani ambao haupo kila wakati. Zote mbili zinachukua muda mwingi na zinahitaji juhudi kubwa. Anawezaje kukabiliana na shinikizo la kuwa daktari, mwanamuziki na baba? Ninajitoa sana kwa upande wa muda na kwa vipengele vingine vya maisha yangu kama binadamu. Napunguza usingizi ili nipate muda wa kwenda studio na pia muda wa kazi lakini kwa kuwa And ni kipaji changu, sipati shida sana kutafuta this, msukumo wa kutengeneza. Kauli ya kwamba wanamuziki wanahitaji dawa za kulevya ili kupata msukumo bado ipo na huleta shinikizo kubwa kwa wahusika wote. Tom Close anaiona kama dhana potofu ambayo anaikataa kabisa. Anaendeleaje kushikilia msimamo wake mkali dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya? Sinywi pombe sivuti sigara, na nimekuwa nikivutiwa na msukumo wa ndani yeah, kila wakati human. Kama wasanii sisi pia ni binadamu, tunapaswa kufikiri kama madaktari, wahandisi au wanasheria. Kama daktari wa upasuaji hahitaji kutumia dawa za kulevya ili kuwa bora, basi kwa nini msanii au mtayarishaji wa muziki azihitaji? Kwa hiyo nadhani ni dhana potofu na pia ni ushawishi wa marafiki. Ukijichanganya na watu wasio sahihi, unaweza kuishia kwenye mtego utakaoharibu kabisa taaluma yako. Thomas Muyombo si daktari wa kawaida tu, yeye ni kaimu mkurugenzi wa kitengo cha huduma za damu katika wizara ya afya ya Rwanda. Katika nafasi hii, anaongoza moja ya huduma muhimu zaidi ya afya nchini. Uchangiaji damu na huduma za kuhamisha damu ni muhimu sana kwa kuokoa maisha, lakini bado kuna mtazamo mpana kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto kubwa katika kudumisha mifumo salama na ya kuaminika ya huduma za damu. Hali ikoje nchini Rwanda? Kufikia mwaka 2019 Rwanda ilichaguliwa na WHO kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya wachangia damu duniani. Na hii ilikuwa kwa sababu Rwanda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanya vizuri zaidi duniani. Kutambuliwa kwa Rwanda katika jukwaa la kimataifa kulitokana na mfumo wa kuchangia damu uliopangwa vizuri unaoendelewa kuboreshwa na unaotoa kipaumbele kwa usalama, ufanisi na ubunifu. Uongozi wa Thomas katika eneo hili unahakikisha kuwa nchi inaendelea kuwa mstari wa mbele ikiboresha huduma zake kila mara ili kufikia viwango vya kimataifa. Changiaji uh, nation... damu na ubora wake ni kama mbio za marathon unazopaswa kukimbia kwa kasi ya mbio fupi. Hicho ndicho tunachojitahidi kufanya ili kuhakikisha tunadumisha ubora, viwango na pia kukumbatia ubunifu wowote mpya unaojitokeza katika sekta ya utoaji damu. Kuweka mizani kati ya taaluma mbili kunakohitaji juhudi kubwa, uelewa wa wazi na mipaka. Kwa Thomas Muyombo, siri ya mafanikio iko katika kujua ni lini ajikite kwenye kila jukumu kwa wakati wake. Anaweza kuhimili majukumu tofauti ya kuwa daktari na mwanamuziki. Nikiwa kwenye benki ya damu, nikiwa nazungumza na wenzangu kazini, mimi ni daktari wa tiba. Nilipewa jukumu kama daktari, si kama msanii. Lakini nikiwa studio, nafikiri kama msanii. Sifikiri kama daktari. Ujasiri wake wa kuendelea na njia hizi mbili bado ni thabiti, lakini je, huwa anahisi hamu ya kuchagua moja na kuacha nyingine? Ni rahisi sana kufanya moja, lakini mimi nimeumbwa tofauti. Mimi ni mtu wa aina ile anayeweza kudhibiti yote mawili, kwa hiyo siamini kama kutakuwa na haja yoyote ya kuchagua kati ya hizo mbili. Kupitia kazi yake kama daktari na mwanamuziki, Thomas Muyombo au Tom Close ni mfano wa kuigwa wa uvumilivu na uthabiti. Safari yake inatia moyo ndani ya Rwanda na hata nje ya mipaka. Inaonyesha kuwa kwa shauku na nidhamu inawezekana kufata ndoto nyingi bila kufanya maamuzi mabaya.